Yanga TV kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mazoezi ya kikosi cha Yanga katika dimba la KMC wakijiandaa na michezo iliyobakia ya ligi kuu ya NBC huku pia mashabiki wakitoa maoni yao kuelekea msimu ujao pamoja na fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. I love you, Yanga. Mwah. Kikosi cha Yanga wiki hii kimeingia kambini huku kubwa zaidi ikiwa ni kujiandaa na michezo ya ligi kuu iliyokuwa mbele yao pamoja na fainali ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Singida Black Stars <coughs>

Kwa upande mwingine mashabiki wa Yanga nao wameendelea kutamba kuelekea mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Singida Black Stars huku wakiamini msimu huu watatetea ubingwa wa kombe hilo. Kwanza tunashukuru tumetinga fainali vizuri tu kihalali, na mpinzani wetu amekuja kihalali. Ah, hakika ilikuwa ni nusu fainali iliyokuwa bora iliyofanya Singida wamekuja kihalali, na hakuna mtu ambaye alikuwa na masikitiko wala kunung'unika. Alishuhudia soka safi chini ya mwamuzi bora kabisa, mwamuzi wa kafu Arajiga. Tumefurahi sana kuona wanakuja watu ambao walistahili kuja bora zaidi, japokuwa wengine tulikuwa tunawatamani wapinzani wetu waje Simba, lakini wamejivunja, wamepotea. Nashukuru Mungu, tunakutana na a, Singida timu nzuri yenye wachezaji wazuri, ina usajili mzuri yes, tunakutana nao, lakini sisi ni bora zaidi kuliko wao, kwa sababu sisi ndio miamba ya soka katika bara hili, katika ukanda huu wa Tanzania. Sisi tuko vizuri na tuna wachezaji wazuri tuna uhakika kabisa, tunakwenda kukutana nao, tutakwenda kuwafunga vizuri tu, tutanyanyua ndoo, kwa sababu plani yetu Dar es Salaam Africans ni kuchukua kile ambacho kiko mbele yetu, chochote kile tutakachokuwa tunapigania sisi tuna uhakika Mwenyezi Mungu atatujalia tutakichukua, sababu tumeshachukua, tunavyo, tulivyovichukua. Tuna Toyota, tuna ngao, yes, tuna muungano tayari. Ni idadi ya vikombe ambavyo tunavyo. Inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufikia mkutano mkuu, tutakuwa na vitu vya kupeleka mbele ya wanachama wetu na mashabiki, kwamba tumlicho viongozi watatueleza mlicho tuagiza sisi ichi hapa, na kwa uwezo wa Mungu itakuwa ni miongoni mwa vikombe ambavyo tutavipeleka pale mbele watu wakavione. Hey, kikombe ambacho wenzetu tayari wameshaagana nacho watapeleka kamba tu pale mezani, CRDB iko mezani, tupo na Singida, tupo na wababe wenzetu ambao wamemkimbiza mtu bwana. Sasa tunaenda kukutana nao, ni moto utawaka, ni moto ambao sio rahisi kuuzima, ni moto ambao wanaenda kutana waamba wawili, watu walioamua kuwekeza kwenye mpira wakaacha propaganda, wakaamua kuupiga mpira. Ni fainali bora kabisa, mwana Yanga hutakiwi kukosa. Popote itakapochezwa, tutakuwepo. Sisi ndio wakuheshimisha CRDB kama mabalozi bora kabisa. Young Africans, Young Africans, Young Africans, Africans. Lolote linalokuja mbele yetu ni halali yetu. Yani Singida wajiandaye, kwa sababu sisi wanasema kwamba ni kaka yao ni mdogo wao ni dada yao, lakini sisi hatuna ubinadamu katika makombe. Tunayakusanya makombe yote matatu, tushaanza Zanzibar, tunakuja na hili, tunakuja na hili, hamna mjadala. Sina matarajio kama mchezo utakuwa mwepesi kwa sababu Singida na wachezaji wazuri kila idara wapo wametimia yani. Lakini wasitarajie game nyepesi, na sisi kama Yanga tutarajie game nyepesi kwa sababu mpira unachezwa kwenye pichi. Natumaini fainali itakuwa nzuri, fainali itakuwa ya kibabe na nyasi zitang'oka, lakini kombe Jangwani kama kawaida sisi

Meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Shaban Kamwe amesema kuelekea msimu ujao katika ligi na ya mabingwa barani Afrika, malengo yao yanazidi kuongezeka kutokana na mafanikio walioyapata katika kipindi hiki kifupi. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu msimu huu ukiangalia tumepata tiketi ya kucheza Champions League uh, next season, tukiwa na michezo takribani mitano mkononi maana yake tumeweza mapema zaidi kupata tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa tofauti na ilivyokuwa, uh, misimu ya nyuma. Kwa hiyo ni jambo la kujipongeza kama taasisi. Lakini tunakwenda tena Champions League next season tukiwa na kumbukumbu isiyopendeza ya msimu huu. Kwa namna klabu yetu inavyo progress kwa kipindi cha hii misimu mitatu, kutoka 22 23, 23 24, 24, 26, eh, 24 25 26 24 25 tungeweza kusema kwamba kuishia hatua ya makundi ni progress pia, lakini tayari klabu hii katika kipindi cha misimu mitatu tumeshafanya mengi makubwa, mengi makubwa kwelikweli, ambayo sasa yametupush kwenda zaidi ya malengo ya kawaida ambayo klabu ingeweza kuwa nayo. Tucheza fainali ya kombe la shirikisho tumeshacheza robo fainali ya Champions League. Maana yake tunatakiwa ku aim zaidi na zaidi licha ya mafanikio yao kuyapata kati ya kipindi kifupi. Kwa hiyo kuelekea msimu ujao, naamini kila mwana Yanga mpenzi mshabiki wa klabu hii angetamani kuona klabu yake ikirudi kwenye zile nafasi za robo fainali, ikicheza nusu fainali na ikiwezekana, tucheze mpaka hatua fainali. Hii inawezekana. Klabu kama Pyramids imeweza kutufundisha vizuri ne, uh, season hii kwamba uh, labda experience ya kucheza kule mara nyingi sio kigezo cha kubeba wewe kuchukua ubingwa. Yeye ni muda mfupi wapo na wameweza kujipanga vizuri, wameweza kuchukua kombe la Afrika. Kwa hiyo naamini taasisi kama Yanga licha ya ukongwe ambao tuko nao, ukubwa ambao tuko nao Afrika Mashariki na Kati, bado haitufungi kujifunza kwa wengine. Yako mambo tumeyachukua kwa Pyramids, na tumeona namna ambavyo uwekezaji kwenye maeneo sahihi kwa wakati sahihi unaweza kuja kukulipa, lakini pia uvumilivu, unapowekeza uwe na subira kidogo ya kuvumilia ili jambo hilo liweze kumachua kwao. Naamini mipango imeshaanza kuelekea next season ya Champions League, na eneo la kwanza la mipango hiyo ni kuhakikisha unaboresha timu ambayo uko nayo, timu hiyo iweze kumit uh, malengo ambayo unaweka kwenye Champions League tayari mwalimu uh, wetu Milud Hamdi shirikiana na technical bench yake wanatengeneza ripoti nzuri, wanakwenda ku identify baadhi ya maeneo ambayo watakuwa waongezee nguvu na baadhi ya hawa wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu, alafu secretariat chini Tine, ya Andre Mtine ushirikiana na kamati tendaji itakwenda kufanya maamuzi ya kuboresha timu yetu. Ko naamini uh, wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga wanatakiwa waifikirie Champions League ya msimu ujao kama hatua nyingine kubwa ya kupiga kwenye taasisi, kwa sababu tayari tumeshajifunza kwenye safari yetu katika kipindi kifupi, lakini tumejifunza pia kuona wengine wanafanyaje na kufanikiwa. Nichukue fursa hii kwanza kumpongeza mkurugenzi wetu wa wanachama Ibrahim Samuel kwa sababu amekuwa na jitihada nyingi kuhakikisha ujumbe unafika kwa wanachama, kitu tunaikosa miaka mingi huko ni ujumbe huu ufike kwa wanachama mara kwa mara. Ujumbe sasa hivi unafika na wanachama wanahamasika, lakini tunakwenda sasa mwisho kwa mwaka kwa ambao katiba yetu inaeleza ina, ina, ina maana ya hii Juni ikifika Juni 30 maana yake wote waliolipia ada zao kipindi cha mwaka mmoja kwa msimu wa 24, 25, ada zao zitakuwa zimemalizika. Kwa hiyo tutakiwa sasa kwanzia Julai mosi tuanze kulipa ada tuhuishe wanachama wetu tupate haki yetu ya kikatiba kama wanachama halali wa klabu, lakini ndio wakati ambao klabu itahitaji fedha nyingi. Tumetoka kuzungumza kwa urefu hapa kuhusu Champions League, nini Yanga inatakiwa ifanye, lakini mambo yote hayo yanahitaji fedha, na fedha ambazo klabu ina uhakika nazo ni fedha kutoka kwa wanachama wetu. Kwa hiyo ikifika Julai mosi, maana yake ujumbe huu unanihusu mimi, unamhusu mwana Yanga mwingine, tuhakikishe tumeuisha kadi zetu za wanachama tumekuwa wanachama hai wa msimu wa 24 25 26, ili sasa tuweze kusaidia uongozi wetu kufikia malengo makubwa ambayo tuko nayo hasa kwenye michuano ya kimataifa. Huku mashabiki wa Yanga kutoka tawi la Yanga gerezani Kariakoo wakitoa tathmini ya kikosi chao kwa msimu huu na nini kifanyike kwenye usajili kuelekea msimu ujao. Najua huwa viongozi wetu kwanza hawakosei katika usajili. Najua tutaboresha pale ambapo kwenye mapungufu kidogo kwa sababu sasa hivi kaondoka Aziziki, aliondoka Mayele, lakini Yanga bado ikawa mfalme. Anaondoka Aziziki na Yanga itakuwa bado mfalme. Kwa sababu gani nazungumza hivyo? Viongozi wetu bado wapo, viongozi makini na wenye weredi katika kufanya scout ya wachezaji uh, anaondoka Aziziki, tunachohitaji kwa sasa hivi kufike mbali hii swala la kuchukua ubingwa wa ligi wa, wa, wa, wa, ya Tanzania nafikiri kwetu sisi itakuwa sio ni sana. Tunachohitaji sisi ni kuchukua klabu bingwa ya Afrika, hiyo kwetu sisi ndo tuna brace zaidi hapo. Uh, Yanga hii tutafanya maboresho mazuri, kwa sababu viongozi bado tunao wenye uweredi, akiongozwa na engineer Harris pamoja na wasaidizi wake. kwa sisi viongozi wa matawi tunawapa sapoti ya kutosha sana. Kwa sababu gani? Sapoti ni pale tunapopata wanachama wa kutosha, wanachama wanavyosajili kadi zao, ndio huwa tunapata pesa za kuleta wachezaji wenye uwezo zaidi. Cha msingi mimi ninachowaomba wachezaji nani, wanachama, wanachama waendelee kulipa kadi zao, ili tuweze kupata wachezaji wenye uwezo. nafikiri kuna pakome nafikiri kuna chama, hawa wote hawa ni wachezaji wenye uwezo wa hali ya juu zaidi. Kwa tanzania hii, hakuna timu yenye kuleta kompetisheni zaidi ya Yanga. Sisi kama Yanga au mashabiki wa timu ya Yanga tumeonelea kama timu yetu mwaka huu kwa kweli hatuidai kitu, imefanya vizuri sana na mwendelezo, hata watoto nauona kama tumefanya nini mwaka huu, na ndio maana sasa hivi hatuna wasiwasi na kikosi chetu kwa hiyo tunasema wakau sisi, tumekaa vizuri na timu yetu iko vizuri, licha kusema sisi kuna wachezaji wengine wanaweza wakatoka pale, lakini tunajua kwa uongozi wetu sisi tukafanya tena kitu kingine kikawa kikubwa zaidi ya hicho. Maboresho yatakuwa tunajua, uongozi wetu unajua kila kitu, tunatoa mtu, tunaingiza mtu, na huyu atakayekuja tena ni zaidi ya huyu aziziki. Hilo tuna imani nayo, kiongozi wetu anajua mambo ya kuboresha kikosi tunamlete nani ili akavi pale zaidi ya ile, kwa sababu mwaka kesho sisi tunatana na mpango wa kwenda kwenye mataifa makubwa zaidi. Kwa hiyo hapa tulipofika mwaka huu tumeshajua tatizo liko wapi na maana zabidi tufanye tena zaidi ya pale ili tuende mbele zaidi, sio kama tena mwaka huu. Maboresho yapo kwenye namba sita, maboresho kwenye kiungo na forward katili e, eh, yani tunataka forward sasa aliyokuwa katili yani, acheki na mtu anacheka na nyavu, kwa sababu tumeshindwa mwaka jana kuingia katika robo finali tulicheza mpira mzuri mechi yetu ya mwisho lakini hatujapata atu, atu, ambaye mtu fuadi ambaye mwenye quality ya ukatili kufunga magoli. Kwa hiyo sisi viongozi wetu tunawaamini kwamba tutuletea wachezaji ambao wenye quality kuliko wale wanaotoka. Kama kinazikia kajua, watajiandaa vizuri viongozi wetu, na wanasikia kwa, kwa sauti zetu sisi kama wanachama, watawagerezai zungumza kwamba wachezaji wa viongozi wetu wote wawe makini. Unawayo wachagua wachezaji wa, wa, wa, wa, wa, wa ambao wenye quality nzuri, ili mradi mwakani tuchukue ubingwa wa klabu, wa klabu bingwa bara Afrika tulichukua tulilete kombe, kwa sababu hasa wenzetu wameshindwa kuja Zanzibar hapa, wamefanya utoto, kombe wamelichukua limeondoka, na sisi utoto ule hatutaki tena kurudia makosa kwa sababu tunajipanga vizuri, hatuwezi kufanya makosa mara mbili kwa sababu sisi Yanga siku zote hatufanyagi makosa mara mbili. Hata siku moja tumekosa ubingwa mwaka juzi, mwaka huu tutaanza ligi kwenye mwezi wa 9, klabu bingwa na tunao uhakika kombe litaletwa na kombe tutachukua. Kama Yanga Afrika tunaleta kombe, kwa sababu viongozi wetu wako makini na waadilifu, wachezaji bora wanawajua na tayari kwa chini kabisa siwezi kusema kwa sababu najua vyongozetu kwa makini. Kuna vitu vitashuka hapa, mafuadi makatili na mafanikio natonekana. Hata nyinyi baadhi ya waandishi mtashuhudia kwamba kweli Yanga kombe hili wanalitaka wana, wana, wana, wana, wana kwa nia lazima ilete Tanzania, nchi hii. Namna alivyoiona performance ya timu yetu msimu huu imekuwa na mwendelezo mzuri tu ule ule, kama miaka mitatu nyuma iliyopita, na sasa imekuwa na mwendelezo ule ule. Hatuna tunachoidai kama vyosema mwanachama wangu hapa, lakini niseme tu kuhusiana na maboresho maboresho, sisi pale wana Anga Africans ndani ya miaka hii tumekuwa hatuna wasiwasi, sio kuanzia upande wa kocha wala wachezaji, kwa sababu tuna scout, tuna engineer Harris, yule engineer sio engineer wa nini tu, engineer mambo mengi sana pale Anga Africans. Kwa hiyo tunamwamini, tunajua ajai kukosea na hawezi kukosea. Na kwa kuwa sisi tuna kiu ya kuchukua mataji ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunatarajia timu yetu itaimarika zaidi ya vile ilivyokuwepo, sababu kama ninavyosemaga siku zote, Yanga Africans ya msimu huu inakopo haina ubora zaidi ya Yanga Africans ya msimu unaokuja, sababu Yanga Africans ya msimu unaokuja tunakuja kucreate makosa yote yale tuliyofanya katika kipindi hicho, kuwa na, na mtaalam kama engineer pale anajua kabisa ha, hapa kuna pengo nafasi hii au hapa tunatakiwa tuimarishe kiasi hichi, ili tufike zaidi tunavyotaka. Kwa hiyo sisi injinia na programu yake ya usajili kwa namna anavyoiendea, mimi naamini na, uong na uongozi wote, kamati yake yote ya ujumla kwa ujumla ya viongozi wanafanya vizuri, tunaamini na watatufikisha katika ahadi tunayoitaka kama tulivyokuwepo hapa, tumekuwa watemi sasa hivi katika nchi, na tutazidi kuwa watemi kadri siku zinavyoenda huko ngambo kama tulivyoonyesha katika miaka hii mitatu minne, baada ya kushiriki final shirikisho, lakini tumetoka katika robo kitu ambacho huko nyuma alikopo hakifanyiki, lakini tumeona kwa namna viongozi wetu wanavyoboresha kikosi chetu, tunaona ubora siku hadi siku. Kwa hiyo niwaambie tu wananchi wasio na wasiwasi, Stefani Aziziki ameondoka kama alivyoondoka Maele, lakini kaondoka Maele akabaki Stefani na kaondoka Stefani wapo zozo, kina Chama na wengine wanaokuja ndani ya Yanga Africans ni raa kwenda mbele, ni raa yenye mwendelezo. Naam, hii ndiyo Yanga, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.